Habari yako wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama afyaku, na kurudisha kwa yeye ambaye afya yake itakuwa na changamoto kidogo, mko kipambana pia kuhakikisha afya yako inarudi katika mstari na kuendelea na majukumu yako kwa kawaida, ikiwa ni muendelezo na sasa hivi ni dasa arobaini na saba. Ni kama ni mara yako ya kwanza unafuatilia video hii, unajua kuna video nyingine ya 46 lakini kuna video ya 47 mpaka 100 ambayo imekuwa ikieleza siri iliyojificha katika hedhi au mambo gani ambayo mwanamke anapaswa kuyafahamu, jamii inapaswa kufahamu kitu gani kuhusiana na hedhi, kwa sababu kinachotokea chochote katika mwili wa mwanamke kinaweza kupelekea kuathiri kwa mzunguko wake au mzunguko wake ambao unatokea, basi kuna vitu ambavyo ya katika mwili wake ha, havipo sawa. Kwa hiyo mwili unategemea hedhi au hedhi unategemea mwili, kwa hiyo ishara mojawapo ya kuonyesha kwamba mwili wa mwanamke hauko sawa ni kipindi ambacho tunakitazama kwa kiasi kikubwa au sehemu kubwa ambayo tutaangalia ni, ni masuala ya hedhi. Lakini pia tunapodili na uzazi, huwa tutadili na hedhi tu peke yake au tutadili na masuala ya hedhi pia au tutadili na masuala ya hedhi, au ni kitu ambacho lazima tukitazame. Je, hedhi yako ulipata kwa wakati? Je, kuna vitu ambavyo huwa vinakwamisha wewe, huwa vinakukwamisha wewe kupata ujauzito au kuna changamoto nyingine ambayo yote inatokea? Sasa tunapoangalia hedhi, watu tunaangalia vitu vingi sana, lakini Yani, moja ya changamoto ambayo watu wengi wamekuwa wakishtuka ni pale ambapo wanapata mimi yani, wamekuwa hedhi yao hawaipati mara kwa mara. Siku je, zote hizo ambazo hawapati hedhi huwa na mimba? Na kama huwa na changamoto ya hedhi, je, ninapokuwa na changamoto ya hedhi, maana yake mimi hedhi yangu labda huwa sitoi yai. Na nisipoiona kutakuwa nimeashiria kwamba nimepata mimba au kutakuwa na kiashiria kwamba nimepata mimba. Hili swali ni swali kubwa na, na swali ambalo naenda kukujibu hapa. Hili swali nalenga kutaka kukufahamisha kuwa yani, unapokosa hedhi mara kwa mara, je, yes, siku zote hizo unakuwa na mimba? Wewe kwa mwanamke utakuwa na changamoto ya hedhi. Sasa si kweli, swala ya mimba sio, sio sababu ya moja kwa moja kuonyesha kwamba una changamoto ya hedhi au uti, itakamo, itakapo kwama au hedhi ambapo si hiyo. Hapana, kuna sababu nyingine nyingi ambazo huwa zinaweza kupelekea mwanamke akakosa hedhi mara kwa mara. Na sababu ya kwanza ni mvurugiko wa homoni ambao mwanamke atakuwa nao kama kutakuwa na mtindo wa maisha au chakula ambacho nakitumia ambacho, na ambacho sio kizuri au mazingira, hali ya hewa pia inaweza kupelekea mwanamke akavurugika hedhi yake au siku yake ya hatari isitokee, mwanamke asiweze kupata hedhi. Lakini sababu ya pili ni uzito wa mwanamke au mwili wa mwanamke. Estrogen huwa homoni za mwanamke mara nyingi huwa zinategemeana na sehemu moja hapo, ambayo unazalishwa ni sehemu ya ubongo au kwenye mifuko ya uzazi na kwenye mji wa mimba. Lakini kinachotokea mwanamke ambapo mnene sana, au sehemu nyingine ambayo ina inaweza kupelekea kuzalisha homoni hiyo ya estrogen na, e, progesterone ambayo hapa sasa nazungumza ta na homoni kubwa ya estrogen kwa sababu ndo ina ndani na mayai, kwa hiyo yenyewe huwa nazalisha sehemu ya tishu au mafuta mwanamke kwa mwanamke ambaye na mafuta mengi zaidi ya na nafasi kubwa kuzalisha estrogen kwa kiwango kikubwa zaidi, lakini mwanamke ambaye atakuwa na uzito mdogo au mwanamke mwembamba naye atakuwa na uwezo kuzalisha kiwango kidogo cha estrogen kwa. Okay, hiyo kinachotokea wingi wa estrogen inaweza kupelekea kuvurugika kwa mzunguko, lakini uchache wa estrogen pia unaweza kupelekea kuvurugika kwa mzunguko wa mwanamke. Kwa jambo la msingi la kuzingatia ni wewe mwanamke, wewe pale ambapo utakuwa na changamoto au utakuwa na changamoto kusema mlioko kuwa na mafuta machache sana au kuwa mwembamba sana, ni basi hii sababu mojawapo kuweza kupelekea wewe ukapata shida mzunguko wako, lakini kwa mwanamke ambaye ni mnene sana, tushaona wanawake wanene sana wamekuwa wakipitia changamoto ya hedhi au wamekuwa wakilalamika kwamba nahisi maumivu makali sana au wamekuwa wakilalamika kwamba ni mzunguko ambao umekuwa kiruka wenye kuruka ruka sana, kwa sababu ya wa mafuta wanayo, lakini wakati wa hedhi wa prostaglandin inazalishwa kwa kiwango kikubwa kabisa ambacho wanawake wengi wamekuwa wakihisi maumivu. Sasa hii <coughs> ni sababu ya tatu ambayo inaweza kupelekea mwanamke akakosa hedhi, ambayo tulisema sababu ya kwanza ni mawazo ya sababu ya pili ni unene wa mtu na, na sababu ya tatu ni mabadiliko ya ya homoni. Sababu ya nne inawezekana ikawa mimba yenyewe ambayo inaweza kupelekea mwanamke akakosa hedhi au akawa na mzunguko akachelewa, aka yani asipate hedhi ndani ya muda mrefu. Kwa kama utakuwa na una hali au umetoka kushiriki tendo la ndoa na unajihisi umeshiriki muda mchache na kuelekea katika siku zako za hatari au siku yako za hatari na hukutumia kizuizi chochote, basi kuna nafasi kubwa wewe mwanamke kuwa umepata ujauzito au wewe au mwenza ambao unasikiliza e, mwenza atakuwa amepata ujauzito. Na jambo jingine ambalo linaweza kupelekea mwanamke akakosa hedhi ndani ya muda mrefu zaidi ni hali ya kunyonyesha au kipindi ambacho atakuwa ananyonyesha, kipindi ambacho napaswa kuwa nacho makini, kwa sababu kuna mama ambao ananyonyesha ndani ya muda mchache, yani ananyonyesha sasa hivi ananyonyesha saa sita ananyonyesha saa ngapi ananyonyesha saa ngapi, lengo ni, ku, ni kumpatia mtoto maziwa, lakini amekuwa hazingatii utaratibu wa kunyonyesha mara kwa mara. Wamama design hii au ambao wananyonyesha kwa kiwango kidogo sana huwa ana hatari kubwa ya kuweza kurudisha hedhi yake mapema zaidi. Lakini baada ya muda na kuanza labda kuna majukumu hapa katikati aliingiliana au sasa baada ya kupatiwa elimu na kuona umuhimu wa kunyonyesha mara kwa mara akaamua kuacha ile tabia yake ya zamani na kuanza kuingia katika tabia mpya. Kwa mwanamke hapa ataanza kunyonyesha mara kwa mara. Na atapelekea hedhi ambayo ilikuwa imerudi mwanzoni kuanza kustopisha au kurudi katika kupandisha homoni ya, ya, ya prolactin ambayo itashusha homoni za estrogen na progesterone ambayo itapelekea mwanamke kushindwa tena kutoa yai au kupata hedhi ya mara kwa mara. Kwa hiyo mwisho wa siku ataanza kushtuka. Kwa sababu gani mwanzoni nilikuwa naingia hedhi hapo sasa hivi siingii hedhi? Kwa hiyo kwa, kwa jambo la kuzingatia ni mazingira uko katika kipindi gani, kwa mwanamke ambapo anakuwa katika kipindi cha kunyonyesha, hiyo pia ni sababu mojawapo ambayo inaweza kupelekea kavurugika kwa hezi. Lakini sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke akavurugika kwa hezi ni kukosa usingizi au kufanya mazoezi makali sana. Hivi ni vitu viwili ambavyo lazima uvizingatie, na nimejaribu kueleza katika video zilizopita namna gani ya kufanya ili kuweza kuwa salama, yaani mambo machache ambayo lazima uzingatie, ambayo yanaweza kupelekea mwanamke akakosa hezi mara kwa mara na jambo la mwisho kubwa ni PCOS, ni pelvic ni polycystic ovarian syndrome, ni ugonjwa au viuvimbe ambavyo huwa vinajitokeza katika mfuko wa mayai na kumpelekea mwanamke akakosa kutoa yai au anovulatory cycle. Na unapo misi siku yako ya hatari, basi kuna nafasi kubwa ya hedhi au mzunguko wako wewe kuwa mrefu zaidi. Kwa hiyo ili kupata siku ya hatari alafu mwisho siku wewe uweze kuingia hedhi. Kwa hiyo jambo la kuzingatia hilo, na kama utakuwa na changamoto hiyo, ni vipi ukafika hospitalini mapema zaidi ili kuhakikisha afya yako inakuwa salama wakati wote, na namna ambavyo naitunza ni kuweza kwa, kwa, kwa, kuzingatia lishe, ni vyakula gani ambavyo mama anapaswa kula. Kama utakuwa na changamoto hii, basi endelea kubakia madarasa mengine yanayobakia, na fikiri unaweza kupata maarifa ya kwa kina zaidi na kuwa katika sehemu salama kabisa. Asante, mpaka wakati mwingine. Usahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya, lakini afya ambayo inahusiana na uzazi, lakini afya ya jamii kwa ujumla. Mpaka wakati mwingine.